Salama, habari yako, naitwa Judith Kapinga, naibu waziri wa nishati. Sijui naongea na nani, kutoka wapi? Karibu sana, ashukuriwe tukuhudumie bila, samahani. Aha, umeshafanya maombi ya kwamba umeme umeshapata kwa namba. Aha, sasa kuna utaratibu wa kupata unajua huduma zetu za connect sawa. Sasa unahitajika kwanza kufanya maombi na kupata taratibu mpaka utakapofika kwenye kupata control number, na kisha baada ya hapo tutaweza kuendelea, hmm. kuna jambo lingine unataka nitusaidie? Asante sana, shukulu iwe karibu tena. asante. <laughs> Asante sana. <laughs>